Na mkono na mkononi mwako mnaweza na nguvu tena mkononi mwako muna kuwatukuza na kuwezesha wote. Inatoa katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, kitabu cha kwanza Mambo ya Nyakati ishirini na tisa mstari wa kumi na mbili Bii, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili Uh, ili awakweze kwa wakati wake. Waraka wa kwanza Mtume Petro sura ya tano na ule mstari wa sita ndio maneno yanayotuongoza katika e, siku ya leo. Maneno yako wazi ambayo yanazungumza katika yale yako wazi katika maisha yetu, tunahitaji kuwa watu waliojaa busara ya kujinyenyekeza kwetu sisi na kila mmoja, na katika maisha yetu ya kila siku, tuseme watu wa kujiinua eti. Ndivyo neno lilivyosema, nakuja kuinuliwa na watu kufanya jambo, sema ni ni ni ni mimi ni mimi ni mimi ni mimi. Ndivyo ni navyotufundisha hapa, watu watasema juu ya habari zako wewe, watu watasema, watasimulia juu ya mema ambayo unayotenda na kazi unayoifanya na katika hayo yote lazima tujue kwamba tupo mikononi mwa Mungu ambaye ndiye anayetuwezesha katika yote. Tupo mikononi mwa Mungu anayetuwezesha yote. Hivyo tumesema kwamba ni Mungu aliyetuleta hapa duniani, halafu anatutunza tangu tulipozaliwa. Tumesema mpaka siku hii leo, ni siku mpya tangu tulipofika hapa duniani, kila mmoja wetu kwa tofauti, kwa tofauti yake tupo salama mikononi mwa Mungu, kama ujumbe wa neno wa Mungu ambavyo unatuongoza kwa haya, atujalie kuena unyemetevu wa kunyenyekea, tusijiinue, tusiwe na kiburi, tujue kwamba yupo mwenye kazi, yupo mwenye maisha ambaye sisi tupo kwenye mikono yake, manake tupo kwenye mikono salama. Tunapotafakari katika semina hii ya udiakonia ambako mbele yetu Uh, kuna yale ya kujifunza masomo kadhaa ambayo yapo kwetu kwamba ni upande, wakati fulani ukiangalia ukija kwa upande wa idara yote ya idara zote inachukua yale yote ya maisha yetu ya Kristo, inachukua yale yote yaliyo msingi kibiblia, kwa sababu wakati mwingine Mtume Paulo anasema kwamba dini iliyo safi ndio huyo anazungumza ya udiakonia ni huyo, kuona wenye shida, wenye adha, kuonea huruma walio hawawezi, maskini, wagonjwa, wahitaji na wengine mwanakwendoa mashinda <todicilis> eh, Jakobo anasema hiyo ndio dini iliyo safi. Maanake ukiishia katika maisha eh, yako katika eneo hilo, kama anasema anavyozungumza huyu eh, eh, Jakobo anazungumza na gusa e, kazi kubwa ile ambayo, e, ipo kwenye dua ya udiakonia. Alafu ni mahali pengine Bwana Yesu alizungumza hapo, akasema kwamba mkiwatendea watu na ile na ile na ile na ile na ile, anene ninyi, e, ufalme wa mbinguni upo karibu na nini. Ndio anasema sema, utauliza maswali sema, ninyi yatende lini haya? Anasema katika wale uliowatendea ulinitendea mimi. Ndivyo Bwana Yesu anavyozungumza Haya anazungumza ni yale yaliyo kwenye kwenye shughuli za kila siku za udiakonia. Maana manakendoa ameshinda sasa hapo, katika msingi wa haya ya kulithi ufalme wa mbinguni ukiachana mwingine yale yaliyo ambayo tunaweza kuishia kuyatenda katika maisha yetu ya kila siku, tunaona kwamba yaliyo msingi yanayotanguliwa na hayo ni katika sehemu ya matendo mema ambayo yametendwa kutokana na, na kwenye dawa ya udiakonia. Kwa hiyo tupo salama, tupo katika habari za kwenda mbinguni kabisa bila wasiwasi wowote e, ule kulingana na, na Biblia jinsi ambavyo inatuelekeza katika semina yetu e, ni kwamba vilevile ni lazima tutakuwa na nafasi ya kuangalia na kuzama kuangalia habari za huduma ya diakonia e, nao kumbushana juu ya matendo haya, tunatakiwa kutendaje? Tunatakiwa kufanyaje? Lakini wakati huohule, um, tunawaangalia na watu wengine mbalimbali. Kama nilivyogusa, wapo watu wenye mahitaji katika jamii tunamokaa, aidha wamesahauliwa, kama si kusahauliwa wametengwa, kama si kutengwa wamedharauliwa, kama si kutengwa, basi hawathaminiwi lakini idara ya udiakonia ndipo inapoingia kutenda kazi. Kazi hii ndio nzuri ya kweli katika namna hii, ndio maana anasema Yesu anasema kwamba ulipoyatenda, niliyatenda lini haya? Anasema ulipoyafanyia haya, hapo ulipoona wale wahitaji, ulipoona wale wale mama, ulipoona wale wahitaji mbalimbali, ulinitendea mimi. Ndio haya ambayo tunataka kubadilishana katika katika ile matendo halisi eh, katika semina yetu lakini vile vile katika mwelekeo huo ni lazima tujifunze mambo yetu ya kila siku, ama katika maisha ambayo tuko majumbani mwetu, kila mmoja wetu eh, kujua kusimama, kushughulika, kuhangaika ili kujipatia vipato vya kila siku kwa ajili ya familia zetu, lakini ili tuweze kupata na vilevile fedha ambazo zitatusaidia kwa ajili ya kuhudumia wenzetu wa wahitaji hitaji mbalimbali katika maeneo tuliyo nayo. Kwa hiyo ni katika semina hii ambako tutapata nafasi hiyo ya kuangalia kwa undani katika eneo la ujasiriamali na katika maeneo mengine, lakini vilevile tunataka kuangalia habari za haya, hii idara ya diakonia inasaidia na sadaka za watu kutoka nje ya nchi kama ambavyo mdiakonia anaweza kuelezea, wanahitaji kujua katika sehemu hii ya sadaka yao wanayotoa ili idara hii, hii tuende sawasawa tukiunganisha na nguvu zetu za kufanya inakuwaje? Ndio maana ni nzuri kutunza habari za za matumizi, habari za kutoa taarifa na uandikaji na utoaji, kwamba tumefanya nini katika maeneo yetu ambayo tumepata kutumika. Kwa hiyo na mengine mengi ambayo tutapata nafasi ya kujadiliana mawazo mbalimbali, kushauriana. E, katika semina hii Mungu atutangulie kwa msaada wa Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, tuwe na hamu kwa ajili ya utumishi na wito wetu katika idara hiyo ya diakonia. Basi naomba tusimame. <coughs>